Na msikilizaji huku tukia tafakari hayo ya nchini Kenya. Sasa tuelekee viwanjani naye Filis Mwate. Basi inaanza na kandanda, ambapo mabingwa wa sasa wa taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya, Paris Saint Germain wameicharaza Inter Miami kichapo cha mabao manne kwa sufuri na hivyo kujihakikishia nafasi murwa kwenye robo fainali ya kombe la dunia la vilabu la FIFA. Hili lilikuwa ni pambano la kwanza kati ya mchezaji Lionel Messi wa Argentina na PSG tangu aondoke kwenye klabu hiyo ya Ufaransa miaka miwili iliyopita. Sasa PSG itamenyana na Munich, ambao waliilaza Flamengo kwa mabao manne kwa mawili. Na ni rasmi kwamba Chelsea wamekubali ada ya pauni milioni 60 ili kumsajili mshambuliaji Juao Pedro kutoka Brighton. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu anatarajiwa kusaini kandarasi ya miaka saba na huenda akacheza kombe la dunia la vilabu la FIFA katika mchezo wa robo fainali Ijumaa, ambapo Chelsea itamenyana na Palmeiras huko Philadelphia. Na katika soka upande wa wanawake England walitoa onyesho kali na la kuburudisha walipoilaza Jamaika kwa mabao 7 kwa sufuri katika mechi ya kirafiki huku wakiwapungia mkono mashabiki wao wa nyumbani kabla ya kusafiri kwa michuano ya Euro mwaka 2025. Tukiangazia mpira wa vikapu, ni kwamba nyota LeBron James anatarajiwa kucheza katika msimu wa 23 wa NBA baada ya wakale wake kusema kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 ameamua kuongeza mkataba wake na Los Angeles Lakers. Sasa LeBron amekuwa na Lakers tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane. Kwa sasa mwanawe aliye na umri wa miaka 20 Broni anachezea timu hiyo ya Lakers baada ya kusainiwa mwaka jana msimu wa majira ya joto, na hivyo kumfanya LeBron na Broni kuwa baba na mwana wa kwanza kuchezea klabu moja. Nikomee hapo kwa leo, mimi ni Felix Mote. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu tulizonazo hii leo ni kuwa jeshi la Israeli imetoa amri ya kuhama kutoka eneo la kaskazini mwa Gaza likitahadhari kuhusu kitakachotokea katika eneo hilo. Wimbi la joto linaendelea kukumba maeneo mengi ya Ulaya huku mamlaka katika nchi kadhaa zikitoa tahadhari za kiafya. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Rwanda Mjini Washington. Hii ni BBC. Na BBC tukiendelea ni kuwa baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, wanasiasa upinzani na wanaunga mkono utawala wa Kinshasa wamekuwa na maoni tofauti. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametuandalia taarifa ifuatayo.